kwamba yeye ni kiumbe gani kwetu sisi, kwamba yeye ni kiumbe gani na ana makusudio gani juu yetu, katika aya mbali mbali akitufahamisha kwamba Shaytani ni adui, na pia akatutaka sisi, Allah subhanahu wa ta'ala, tumfahamu kiumbe huyu kwamba ni adui yetu, na sisi pia tusimame katika msimamo wa uadui dhidi yake.

kupitia mitume ambao wa amewatuma, sikukuamrisheni na kuwahusia kupitia mitume ambao nimewatuma, wa enyi wanadamu, alla tabudu shaitan, ya kwamba msimwabudu shaitani, msimtii shetani. Innahu lakum aduwwun mubin, kwa sababu yeye shetani kwenu nyinyi ni adui wa wazi. Shaitani, uadui wake kwa wanadamu haujajificha

na sheitani anakusudia, anataka kuwapotezeni nini? upotevu wa mbali, mukafikie katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndio anayoyataja Allah subhanahu wataala katika Qurani akimwelezea shaitani kwetu sisi, ni kiumbe gani na sisi pia tuwe katika msimamo gani? Ndugu zangu Waislamu, juhudi ya shaitani katika kuwapoteza watu ni kubwa katika yale malengo ya mbali akiyakosa, kuna watu washakuwa makafiri, lakini kuna watu shaitani anaweza kusuhubiana nao kwa muda mrefu, akaona huyu kuritani sio rahisi, siwezi kum, huyu kwenye kukufuru naona kama jambo liko mbali. Sasa kuna taratibu nyingine huwa anazifuata. La kwanza ni kipida kufuru na shirki.

Shaitani huwa anambia mtu we, kufuru, pana pesa pale, pana mali. Watu wanaritadi kwa sababu ya mali, tapata kusafiri kwenda Ulaya, maisha yako yameshatoka wewe. Eh, mtu haoni tabu kuwa kutoka katika Uislamu kwa sababu ya zile ahadi yanazopewa

Juhudi kubwa anayofanya shaitani kuwatia watu kwenye kufuru na shirki, na watu wengi wameingia katika ushirikina. Anaweza mtu akasalimika akiwa mzima, akaingia akiwa mgonjwa. Waangalieni watu, yaliingia hapa katikati, watu wana maradhi ya kupooza viungo vyao wa, wamepata stroke. Allah atuhifadhi sote na ndugu zetu Waislamu na wale ambao wamepata tatizo hili, Allah subhanahu wa ta'ala awape shifa. Lakini angalieni, watu wengi, mkiwaona wakitembea, wana maringi ya shaba kwenye mikono au miguu, wengi wenye maradhi ya namna hiyo, ukiwauliza ringi lili, amepewa na mganga la, wewe ukimpa ringi lingine kama lile kwamba vua hilo uvae hili lako, wewe halitaki, hata kama linafanana yako vile vile. Na si twajua hata kwa tajiriba ringi halitibu, ringi la shaba halitibu mtu, si kweli? Shaitani amewafungabanisheni. Lakini katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, utaona anawakemea katika maswahaba ambao wamevaa vitu katika miili yao, mfano wa maringi ya shaba, kwa sababu ya mishipa imepooza imekosa nguvu. Ameambiwa akivaa ringi lile inaleta nguvu katika, katika mishipa. Pana mawili, inawezekana kwa njia ya ushirikina au inawezekana si ushirikina, lakini amedhania hivyo, ataingia katika bid'a, kwa sababu inawezekana kitu ambacho hakina athari ya kutibu hakina tajriba kwa watu, hakiwezi kuwatiba kwa, kwa hali ya kawaida, hawajadhibiti watu wala kunukuu kwamba ringi ya shaba inatibu. Ukivaa lazima kutakuwa kuna vitu vingine vipo kama vile mtu akiumwa shingo akachukua eh, makarara fulani ya kujisukia mikeka hivi akavaa shingoni kwamba atapoa. Wapi na wapi? Mambo hayo na watu washenea mikeka yao, akaambia mtu atapona shingo na akafunga mkaa ka waponesha shingo vipi? Ni mambo tu yapo, lakini hayapo katika uhalisia, hata tajriba haikubali na mengine watu walionayo, waislamu wanaswali, wanafunga, wanakwenda haji, lakini angalia katika miili yao kuna vitu wamejifunga. Hadi kadhalika, watu kwenye biashara zao, kaangalia kwenye maduruo yao, angalie sehemu za chakula ukiingia, izibahasha zimewekwa katika milango za kuvuta wateja. Yani mteja Allah alimwandikia aende kule, umemvuta wewe, unaakiliza vipi?

larazaqakum kama yarzuqu at-tayr, lau mngelikuwa mla mtegemea Allah kikweli kweli, asa angewaruzuku kama anavowaruzuku anavomruzuku ndege. Yaghdu khimasan, ndege anaondoka asubuhi tumbo likiwa limebwaka kabisa, hamna kitu. Wa yaruhu bitwana, anarudi ya mishiba, anakokula kuku wako na njiwa wako. Kwa maana mungeondoka asubuhi, hamna kitu katika mifuko yenu, mungerudi mna pesa, kwa sababu ya tawakkul. Alfajiri unyeswali

akishindwa juhudi za mtu kumtia kwenye kufuru na ushirikina. Na ushirikina huko aina nyingi, wa maneno pia wa vitendo. Watu wanazungumza maneno yao mengi, utaona yana shiriki ndani yake kwa kuwategemea viumbe, na mtu akaona haiwezekani yeye kuishi bila kiumbe huyo. Watu wanapatwa na misiba, maneno anayozungumza katika midomo yao, wanafiliwa wanawake na waume zao, mtu anaweza kufukuzwa, anaweza kukosa kazi pahala alipo ajiriwa, maneno anayoyasema kama vile atakufa leo, kuonyesha kwamba kama vile Mola wake hajamweka katika nafsi yake kwamba hii ni kadari tu, huenda Allah ameniandikia, kuna lingine kubwa zaidi mimi nitapata kuliko hii. Watu wengi hawako hivyo, na watu wakipata mitihani wanakimbilia kwa watawala wao Raisi kadha, waziri kadha, mbunge kadha. Inawezekana wewe pia, kuna watu umewaajiri huwalipi vizuri, na wewe kadha pia, kwa sababu Allah anawawekea kiongozi ambaye anafanana na walio ndani ya mji ule. Hata nyinyi yenu hayaonekani kwa sababu hamjatawala tu, lakini katika sehemu mlizotawala nyinyi pia mna matatizo, hata majumbani mwenu pia hawawafanya kazi pia, hizo kazi ndogondogo mnazoona ile 30 zao 40 pia mwawazungusha, na wewe pia. Kuna wamlaumu waziri, lakini kwa sababu anaonekana sana yeye kwa sababu ni kiongozi wa watu wengi, lakini inawezekana hata humu ndani tunamoishi katika hii miji, watu wanawatesa pia wale waajiriwa wao. So, shaitani anatabia akiwakosa watu katika jambo la shirki, anawapendezeshea katika jambo la madhambi.

Wa yasuddakum an dhikrillah, na awazuie nyinyi na kumkumbuka Allah, wa anis salati, na awazuie pia na swala, fahal antum muntahun. Angalia shaytani, kuna vitu vingine anavileta kwa watu kwa ajili ya kuwasahaulisha na mola wao, na pia wasahau mambo ya ibada. Sheria ikakataza pombe, ikakataza kamari na mfano wake ni hayo. ndio maana utakuta baadhi ya hadithi zimekuja kueleza, ashatu haya mabao madrafti haya pia ni katika mambo ya haramu, ni mtu kuweka mkono wake kama ameshika kipande cha nyama ya nguruwe. Haya mazumna watu wanayocheza supuli, weejaza na vitu vingine, pia watu wameweka katika majumba yao watu wanakusanyika pale kwake, pakaadhimiwa pakakimiwa na watu hawana habari, na wengine wamikodisha, wanapata pesa ya kula yeye na familia yake kwa shughuli kama hizi. Watu wanakwenda pale wakacheza, ni wakashindana, nii wakalipanda, yeye anakula, hawa watu wanaezuidika na hizi na hizo mipira inayochezwa pia na wewe, watu wakakusanyika nyumbani kwako wakaangalia, huwezi kuambia adhana uzime kwa sababu hamjakubaliana makubaliano hayo, wala wao hawajajia pale kwa ajili hiyo kwamba ukishika wakati wa adhana waondoke wewe waona, jukumu hili nani atabeba dhambi hii? Na shaitani, Allah amewakataza watu kwenye ulevi na kamari kwa sababu shaitani anataka aweke uadui na chuki, lakini awazuie pia na njia ya Allah, awazuie kumkumbuka Allah, awazuie na swali. Na watu wangapi wana support mambo magazi? Pia muna timu za miji yenu, timu za mitaani jiji mnaanzisha huko, na wengine wanasali mapema wakiona mechi za alasiri, saa tisa kamili wanaswali na kuna watu wasali mule mule uwanjani, utakuta mtu pembeni ameswali wakati ukifika. Haya yote watu wanayafanya, shaytani anayafanya makusudi. Hawezi kukupeleka kwenye ushirikina, huwezi kurtadi, lakini kuna madhambi hapo utaendelea nayo kudumu nayo wewe unaona kwamba ni madogo, lakini yeye anafanya makusudi kwa sababu anajua, akupati kwenye swala za jamaa, hilo linamtosha shaytani, akakuzuia na swala za jamaa. Akikukosa katika hilo katika mambo ya madhambi, basi pia ana tabia ya kukufanya mvivu katika mambo ya

katika upande wa akhera, mtu akitaka kufanya mambo ambayo yatamfaa akhera, basi mimi wa min khalfihim, na nitawaendea nyuma yao. Pia dunyahum, nitawapendezesha katika mambo ya, yaani, yani ya, bia, duniaku, ya. Weka angalia pesa zako unazotumia na muda unaotumia kutumikia ulimwengu na kutumikia akhera, wapi umezidi? Wewe mwenyewe usiwangalie mwingine pesa zako wewe mwenyewe, na muda wako unaotumia wautumiaje? Atawapendezesha katika mambo ya dunia. wa an imanihim, na nitakao upande wa kuliani kwao pia, ay usbihu alaihim amra dinihim, nitawatatiza katika mambo ya dini yao. Utatautata mwingi katika mambo ya dini utapeleka hilo Waminh an shamalihim, na pia nitakaa kushotoni kwao. Ai ushahi lahumul maasi, nitawapendezeshea maasi, yatakuwa yanapendeza kwao maasi Atafika mahala mtu muislamu anaona vitu vya kawaida tu. Angalieni mambo, watu waliohifadhi kwenye simu zao, wewe mwenyewe unaangalia ukiwa peke yako, wengine hawakuoni, lakini yapo humo. Msikitini waingia, yapo waswali ya, unajua mwenye simu yako na madude hayo, kama ukipata fursa mwenyewe nyimbo zako utasikiza, unazilipenda zako, katika taarabu, sijui kuna kizazi kipya, sijui kizazi kijacho, sijui kizazi kaza, yote haya watu wanayo katika simu na wana swala tano lakini anaona hakuna neno, pakiadhiniwa ataswali mwenyewe, lakini analo na atakufa nalo, haoni kwamba lile ni tatizo. Hii ni juhudi ya sheitani na ahadi aliyochukua kwa Allah subhanahu wa taala dhidi ya waja wake, isipokuwa wale waja ambao Allah subhanahu wa taala amewapa taufiq Inna ibadi laisa laka alaihim sultanu, huna pawa wa sheitani ya kuwapoteza wale waja wangu wenye kuelekea kwangu wakaniabudu mimi kikweli kweli, wakadumu katika taa, wakajiepusha na maasia, Allah anawapa taufiqi Anawazidishia uongofu watu wale. Si rahisi sheitani kuwapata katika mambo kama hayo. Kwa ndugu zangu Waislamu, tumche Allah subhanahu wa ta'ala, na tufahamu kwamba mawkifu ya sheitani kwetu sisi ni mawkifu na ni msimamo wa kiuadui, na sisi tuone kwamba adui yetu namba moja, ambaye anataka kutupeleka katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, katika adhabu yake kali, Allah hatukinge, ni sheitani ndio adui namba moja, na juhudi kubwa zinazofanyika katika ulimwengu katika mambo ya kukuweka mbali wewe na dini yako